Kama wewe ni YouTuber au unapanga kuanza kuwa YouTuber au unatamani kuwa mtengenezaji wa mauzui ya mitandaoni kama YouTube ili uweze kutengeneza kipato. Sasa kuna mambo mawili au kuna maneno mawili ambayo lazima uyajue au uyafahamu. Neno la kwanza ni CPM na neno la pili ni RPM. Sasa watu wengi huona CPM kubwa kwenye YouTube Studio alafu wanashangaa kuona pesa wanayopata ni ndogo. Sasa kwenye video hii nimekuonyesha kwa lugha rahisi kabisa maana ya CPM na maana ya RPM ili uweze kutofautisha kiurahisi na ili uweze kujua pesa yako inatoka wapi na unachopaswa kuangalia kama contact creator. Sasa e, YouTube inaonesha CPM yako ni dola 5 lakini unaingiziwa dola 1.5 sasa unaanza kujiuliza pesa nyingine inakwenda wapi? Sasa nisikilize kwa umakini, tukianza na CPM. CPM kirefu chake ni cost per mille, ni pesa ambayo advertiser wanalipa kwa viewers elfu moja au kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba CPM ni kama bei ya tangazo, sio pesa yako. Kwa mfano, advertiser analipa dola 5 kwa viewers elfu moja. Hiyo pesa sio yote ni ya kwako. Haya, tuende kwenye RPM. RPM kirefu chake ni revenue per mille. Hii ni pesa halisi unayopata wewe kwa viewers elfu moja au kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba RPM eh, ndio pesa unayoona kwenye akaunti yako au kwenye analyze yako ya YT, YouTube Studio. Kwa mfano video imepata views elfu moja umeingiziwa dola moja nukta tano hiyo ndio RPM yako. Kwa hiyo kwa kifupi CPM ni pesa ya advertiser. Alafu halafu e, RPM ni pesa ya content creator. Kwa mfano, CPM ni mteja, ni abilia analipa nauli, alafu RPM, e, ala, ni pesa ambayo dereva anabaki nayo baada ya makato. Sasa kama CPM yako ni dola tano, haimaanishi utapata dola tano. YouTube inakata sehemu yake ndio maana RPM inaweza ikawa dola mbili, dola tano au dola moja au dola zilo nukta fulani. Sasa kuna makosa ambayo content creator wengi ambao wanayafanya. Sikiliza haya makosa ambayo creator wengi wanafanya. Kosa la kwanza, kufurahia CPM kubwa kusahau RPM. Jambo la pili, kufocus views baada ya watch time. Sasa utafanyaje ili kuweza kupandisha RPM yako. Sikiliza kwa makini, haya ndio mambo ambayo yanaweza kufanya RPM yako iwe kubwa au kuipandisha RPM yako iwe kubwa. Jambo la kwanza tengeneza video ndefu, video kuanzia dakika nane na kuendelea, kwa sababu kutengeneza video ndefu unaweza ukaweka matangazo ya middle na matangazo ya manual. Manual ni matangazo ya mkono. Middle, matangazo ya haya katikati, kwa hiyo itakusaidia pia kutengeneza kipato au kuongeza kipato. Aa, jambo la pili ili kuongeza RPM yako chagua niche ambayo ina pesa. Kwa mfano, unaweza kufundisha masuala ya elimu kuhusu pesa au mambo ya tech, na vitu vingine kaza wakaza. una- kitu chochote ambacho kinahusiana na kufundisha au kutatua jambo fulani. Kuna ile unaweza kusema au tu kitu kama hicho kinaweza kutengeneza inaweza unaweza kupandisha RPM yako ikawa kubwa sana, na pia taf, eh, audience wa, wa nchi zenye advertise wengi. Lenga audience wa nje ambao kuna advertise wengi, kwa mfano Marekani, Kanada, Uingereza, Australia, Ujerumani. Hizo ndizo nchi ambazo eh, zina watazamaji hizo ndizo nchi ambazo zinalipa vizuri sana. Kwa hiyo pia una haja ya kuishi USA ili kuweza kupandisha au kupata audience ya USA, unaweza kutengeneza content za kimataifa hau kuchagua niche zinazovutia advertise kutoka nje. Sasa, kwa mfano video yako moja ikiwa na viewers elfu kumi kutoka USA, unaweza kulipa sawa na viewers laki moja kutoka nchi zenye CPM ndogo. Mpaka hapo unaona namna gani, uh, watazamaji wa, ukilenga watazamaji wa nje, pesa inapokuwa kubwa zaidi. Kwa mfano ukipata viewers milioni moja kutoka nje, kwa kweli pesa nyingi sana. Uh, usahau kucomment, kushare, kulike na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana -san.